Kwenye kikao cha kamati tendaji ya MTAKUWWA, mpango wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na kikao hiki kinajumuisha wataalam na watendaji kutoka wizara mbalimbali, lakini pia mashirika ya kimataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali na wadau wengine ambao wana afua za kuhakikisha kwamba jamii yetu inaondokana na ukatili wa aina yoyote, ukatili wa kijinsia, lakini pia na ukatili wowote katika jamii yetu. Kwa katika tathmini yetu hii tunajifunza mambo ambayo tumeweza kuyafanya vizuri, lakini tunaongelea maeneo ambayo pia tungeweza kuyafanya vizuri zaidi e, na kuona namna gani tutajipanga kwa ajili ya kuboresha utekelezaji wetu ili mwisho wa siku basi afua zetu ziweze kutekelezeka vizuri na tuweze kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ukatili wowote wa katika jamii yetu katika nchi. Ukatili ni uhalifu. Ukatili wa aina yeyote dhidi ya wanawake, dhidi ya wazee, dhidi ya watoto, dhidi ya wanaume ni uhalifu na kama uhalifu mwingine wote haukubaliki katika jamii. Jamii yetu jamii iliyostarabika, jamii yenye maendeleo, jamii yenye ustawi itapambana na aina zote za ukatili kwa sisi kama jamii. Ndio maana tumeanzisha mkakati huo kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto, MTAKUWWA kwa kifupi, kuhakikisha kwamba tunapambana na ukatili wa aina zozote katika jamii yetu. Kwa wito wangu kwa jamii ni kwamba tuendelee kushikamana, tuendelee kuibua vitendo vya ukatili na kutokea katika jamii lakini tuendelee kuhimiza maadili mazuri katika jamii yetu, ili kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu basi anakuwa ni mlinzi wa wenzake. Tukiona ukatili kokote kule, basi tuchukue hatua, ikiwemo hatua za kutoa taarifa kwa polisi, lakini kwa taasisi zingine ambazo, e, zinahusika na masuala ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake, dhidi ya watoto, dhidi ya wazee, dhidi ya wanaume, ukatili wowote katika